Mimi wallahi, nafanya kwa ajili ya Watanzania kwa sababu hili ni swali ambalo nadhani Watanzania wengi wamekuwa wakiuliza. Millard, umefanya kazi na Minali, watu wengi wamekuwa wakiona kwamba pengine nyinyi mlikuwa kwenye mahusiano ama mpo kwenye mahusiano. Ni kweli Millard, mlikuwa kwenye mahusiano na Minali? Jibu moja tu. Mimi mimi na dada yangu. You guys never dated. Mimi na dada yangu, Minali ni my best friend. Yani, mina uh, ni, ni mtu ambaye mar, mwanzoni tulianza kwa kazi lakini uh, katikati tukaanza baada ya kazi kutukutanisha tukajikuta automatic tu, wala hatujafosiwa wala hatujajifosi, tumekuwa best friends katika katikati, kwa best friends, tukazidi kuwa ni zaidi ya best friends, yani tukazidi kuwa ni watu ambao tumeshibana sana, labda pengine labda pengine ile katika kushibana sana ndio kumefanya labda watu waone kama labda hawa ni wapenzi, umeona. Kwa sababu mimi na mimi naweza nikawa na dili yangu, mimi naweza nikawa na kazi yangu, um, nikamwambia bwana Mina, uh, bwana, kuna hii kuna hii issue naomba nisaidie. Mimi Mina anajua lugha kuliko mimi, so wakati mwingine hata anapokwama kwenye lugha naweza na, na kapiga kuna hii issue inanisumbua sana hapo, unaweza kuelewa, unaelewa, you you know you know vitu vingi sana yani tuna tuna share pamoja Yeah.